Wananchi wengi wa maeneo ya vijijini wanakutana na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama, jambo ambalo kwa kiasi kikubwa limekuwa likiwaathiri kwa njia nyingi. Tatizo kubwa likiwa ni ukosefu wa maji ya uhakika. Watu wengi wanashuhudia uwepo wa miundombinu duni katika maeneo mengi hasa vijijini ambayo inapelekea ugumu katika upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Wakati wa kiangazi, jamii imekuwa ikikumbwa na matatizo makubwa na wanapoweza kupata mvua ni mvua kidogo kidogo ambazo hazitoshi kukidhi mahitaji yao. Ujazo mdogo wa vyanzo vya maji kama visima, mabwawa, mito na makorongo katika maeneo mengi ya vijijini mara nyingi ni haba. Ingawa vyanzo hivi vinatoa huduma muhimu kwa wengi, lakini umbali mrefu wa kupata maji na upungufu wa vyanzo unashindwa kukidhi mahitaji ya wananchi wengi. Umaskini wa wananchi wa vijijini mara nyingi unawaweka katika hali ngumu ya kutafuta rasilimali za kifedha kwa ajili ya kutengeneza mifumo ya maji. Hali hii imekuwa ikiathiri afya zao, kwani ukosefu wa huduma za maji unawafanya kuwa katika hatari ya magonjwa ya milipuko. Mabadiliko ya tabia ya nchi yamekuwa ni pigo kubwa kwa wananchi wengi. Hata mvua ambazo zimekuwa zikinyesha kwa misimu ya awali sasa zimekuwa ni hafifu kabisa, hivyo kuathiri upatikanaji wa maji katika makorongo na mito katika maeneo hayo. Uhalisia ni kwamba hapa tunapata shida kubwa ya maji hmm. Yaani kikubwa ki shida kubwa ni hiyo. Istoshe hata sisi wafanyabiashara unanua ndoo moja shilingi mia tano. Istoshe unafata nani, kilometa kama kumi na mbili kufata hayo maji kwa ajili ya uangalizi wa afya zetu. asante. hmm. Nayo maji kwa sababu kipindi cha kiangazi hatupati tena haya maji, tunakuwa tunayafuta huko mbali na yanauzwa kwa dumu shilingi mia tano. Vipi muda wenu wa kutafuta maji na muda wa kufanya maendeleo na upataji? Unakuwa ni mdogo, kwa sababu muda mwingi tunakuwa tunatafuta maji huko mitaani wezio na maru, na maji, e, kuchimba, mbani mbani. Ufinyu wa elimu kuhusu utunzaji wa mazingira na kulinda vyanzo vya maji umeathiri maeneo mengi ya vijijini na kutokuwepo kwa elimu ya kutosha kumepunguza uwezekano wa kutunza na kulinda vyanzo vya maji na kusababisha upotevu wa rasilimali hizi muhimu. Hali hii inahitaji juhudi kubwa za serikali pamoja na wadau mbalimbali, ikiwemo taasisi mashirika siokuwa ya kiserikali na jamii kwa ujumla, ambapo tunapaswa kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama unapatikana kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya maendeleo ya kijamii, ya kiafya, kiuchumi katika jamii zetu. Makala hii fupi inaangazia hali ya upatikanaji wa huduma ya maji katika wilaya ya Kondoa vijijini, ambapo hapo awali adha ya maji ilikuwa ni kubwa. Wadau mbalimbali zikiwemo taasisi za kiserikali pamoja na taasisi za kidini wameamua kushirikiana katika kutatua changamoto hii. Anayekuletea makala hii ni mimi Mbwana Juma. Udugu Foundation ni taasisi inayojitolea katika kusaidia wananchi wa Tanzania kupata huduma bora za maji. Shirika hili ni mshirika wa kudumu wa Turki Diyanet Foundation, ambapo kwa kupitia ushirikiano huo wameweza kufanikisha miradi mikubwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Saidi Omari Mnyeke ni msomi mwenye digrii ya uchumi akibobea katika uhasibu na usimamizi wa fedha, Bachelor of Accounting and Finance, kutoka chuo kikuu cha St John University of Tanzania, na amepata mafunzo ya ziada kuhusu uchumi katika chuo kikuu cha biashara cha Istanbul, jijini Istanbul nchini Uturuki, Istanbul Commercial University, na kozi za uongozi katika mji Tash wa Tashdelen nchini Uturuki. Kama muasisi wa Udugu Foundation, Saidi Omar Mnyeke amekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii za vijijini, hasa katika wilaya ya Kondoa ambapo shirika hilo limefanikisha kuchimba uchimbaji wa visima vya maji na kufaidisha jamii ambazo hapo awali zilikuwa na changamoto za ukosefu wa huduma hii muhimu. Mnyeke ameweka msisitizo kwenye elimu na uhamasishaji wa jamii kuhusu umuhimu wa utunzaji wa rasilimali za maji na amepania kuifanya Udogo Foundation iwe mfano wa kuigwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi hapa nchini Tanzania. Saidi Omari Mnyeke ni kiongozi anayeonyesha jinsi elimu na ujuzi wa kitaaluma vinavyoweza kuboresha maisha ya watu Huku wakileta mabadiliko chanya katika jamii za vijijini. Saidi Mnyeke, kupitia taasisi ya Udugu Foundation, ametekeleza miradi ya uchimbaji wa visima virefu vya maji ambapo hadi sasa wamekamilisha uchimbaji wa visima zaidi ya mia moja ishirini nchini Tanzania, ambapo karibu nusu ya visima hivi vimejengwa katika maeneo ya vijijini wilayani Kondoa, vikiwanufaisha jamii nyingi ambazo hapo awali zilikuwa zikikabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa maji. So, so hours, so oh, karibu mita mia na sitini lakini hatukupata maji ya kutosha sini, sawa, mm -hmm. Tumehama pale, kituo kingine tukachimba mita kama mia mbili hivi, sawa, mm -hmm. Lakini bado maji haya hayatoshi, lakini kutokana na hali ilivyo. Bajeti ya hapa kidogo ilikuwa imekata ime, sawa, lakini hichi kisima ilikuwa ni lazima kifunguliwe kizinduliwe, sawa. Sasa leo tunakifungua lakini tutaunganisha yale maji ya pale haya yaliyopo, ambayo yanaweza kutumika, tutaanza kuyatumia, sawa. Halafu no. muda huo tutaendelea kufanya mpango wa ku collect pesa kidogo kwa ajili ya kufanya survey nzuri. Maeneo haya kidogo kuna changamoto ya maji. Yaani kwanzia ididiri kwenda hivi maeneo ya kwenda hivi kidogo kuna changamoto nadhani mnaijua, mnajua kabisa, kuna kisima kimechimbwa maeneo fulani hapa karibu tu, lakini hakikuwa kime kimefaa vizuri, lakini tutafanya jitihada ili tuondoshe tatizo la maji sawa, Sama. shida yetu ni kuondosha matatizo ya nini, yaani hatutakubali kwamba hii changamoto iendelee sisi, kwa sababu tumefika hapa, lengo letu ni kuondosha changamoto ya maji, tutamtua mama ndoo ya maji sawa, Sama. kama ilivyo Eh, kauli mbiu ya serikali yetu. Kwa hivyo tutahakikisha tatizo la maji nalo hapa litabaki historia. Tutaleta masavea na watafanya tena survey kwa umakini, tuone ni kiasi gani tutachimba kwenda chini, hata kama ni mita mia tatu tutakwenda pale. hamai humai hamai ya humai hamai, hamai. Yeah. Tulichimba mita mia mbili na themanini Kulikuwa kuna tatizo kama hapa kidogo, lakini walienda mbali zaidi, si sawa? Imeweza kuboresha maisha ya wananchi katika maeneo ya vijijini kwa kuleta maji safi na salama, hivyo kupunguza hatari ya magonjwa yanayosababishwa na maji yasiyokuwa salama. Aidha, miradi hii ya maji imeongeza fursa za kiuchumi kama vile kilimo na ufugaji, kwani wananchi sasa wanapata rasilimali maji ya kutosha kwa shughuli zao za kila siku. Wajina, kwanza naitwa Zahara Isa Rajabu wa kitongoji cha Maunokati. Tunawashukuruni sana kwa kutuletea maji sisi, tulikuwa na shida sana ya maji, tumehangaika ni muda mrefu kuchota maji ya visimani ambayo yalikuwa na viluilui vingi na tumepata maradhi ya kuumwa na tumbo ni siku nyingi. Kwa sasa hivi tunashukuru kwa kupata maji haya kama maji haya niliyojitisha. Nashukuru wa wa, na naombeeni Mungu awazidishie neema na popote pale mfikapo Mungu awazidishie. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa shida ambayo tulikuwa nayo, sasa hivi hatuna shida kwa kila nawatakia kila la heri, Mwenyezi Mungu awajaze wa kila la heri, na muendelee na moyo mkunjufu kama huu, na wengine wale ambao walikuwa hawana naye wapate. Asante. Hali ilikuwa ni ngumu, tunaondoka saa nane za usiku tunakutana na kila kitu hmm, yaani tumepambana sana, ukilala unawaza tu maji, lakini sasa hivi tunalala raha mpaka asubuhi, tuna tunajichotea maji kwa hiari yetu mwanzo maji tangini. Baada ya tangi kuharibika, tukaenda kwenye makorongo kurudikana, ukitoka saa kumi na mbili mpaka kumi na mbili kujaingia ndani ya nyumba, watoto wanalalamika njaa. Tufua alikuwa tulikuwa tufui tufua, unafua kwa bajeti. Kwa hiyo sasa hivi tumenemeka sana kwa kupata mradi wa maji, tunashukuru Waturuki walipotoka, basi Mwenyezi Mungu awajalie awape hekima na imani izidi kuendelea, mje kutuongezea tena kisima kingine. Mwisho sana, tuja tuvuta hata vibomba nyumbani kama tunaweza kuvuta, basi tunata maji hata kwa bakuli. Kuna wengine wameshazeeka, wengine ndio, na sisi tutaendelea kwenda kuzeeka. Sasa tunaomba tupate mradi huo wa kusogeza bomba kwenye koki za maji, yani kufika nyumbani, mlioutoa msaada wa kisima cha maji kwa ajili ya wananchi wote wa Gayo na wasiokuwa wananchi wa Gayo, pamoja na wanyama. Maji haya watayatumia sote, wananchi pamoja na wanyama mm. Mimi nasema shukurani sana na msaada wenu huu ambao kwamba mlioutoa. Pia Mungu awalipeni kila laheri, amina. Mungu amzidishie yale ambayo kwamba mlioyafanya, amina. Na Mungu ampe badali yale ambayo kwamba mlioyafanya Amina. Pia Sheikh Saidi Shukuru. Mimi nilikuwa simfahamu, hmm. Lakini kufatana na mambo haya pia nimemfahamu, na yeye ndo sababu kuu ya kutuletea wageni hawa kutoka Uturuki. Sheikh Saidi mimi nakushukuru sana, wageni wangu ama wageni wetu tunawashukuruni sana kwa msaada wenu ambao kwamba mliojitolea Mkaja mkatuchimbia maji sisi katika eneo hili, eneo ambalo ni la madrasa. Kwani msaada huu mlioufanya, sio kwa ajili ya wanafunzi tu, ni kwa ajili ya wananchi wote katika eneo hili, na wale ambao kwamba watakaotoka nje na eneo hili msaada huu utawalenga. Kwa hiyo mimi niseme tu jazakumullahu khaira wa ba'da alkhair. Alhamdulillah wa salatu wasalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Islamu la fikiri tumejiwa na wale ambao tulikuwa tukihitajia muda mrefu na kuhitajia kwao ni kwa sababu ya hili lilofanyika hapa ambalo ni jambo la kudumu. Kusema kweli sisi tunawashukuru ni sana watu wa Uturuki na akiwemo kijana wetu ambaye ndo alioendesha mambo haya <coughs> mashaallah, wanafata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye aliosema, almuslim akhul muslim au almuslim al ala lmuslim kaljasadi lwahid ida shtaka minhu dhu staka saru ljasadi bilhumi wasaha, muislamu na mwislamu ni ndugu, na muislamu kwa mwislamu mwenzie sawa sawa na kiwiliwili kimoja, pindi kikishtaki kiungo kwa kwa katika mwili wa mwanadamu, basi viungo vyote vinakuwa kikiumwa kimoja, basi vingine vyote vinashtakia pale panapaumwa. Sasa wao kama Waislamu wametoka Uturuki kwa shida zetu ambazo walizoziona wakaja, kwa sababu sisi ndio Waislamu na wao na Waislamu, kwamba tukawasaidia jambo la maji. Kwa hiyo kwa hilo sisi tunawashukuruni sana, akiwemo bwana Ustaz Saidi, kwa sababu huyu anaweza kusema kwa kwamba ni kiunganisho kikubwa katika hili la kupatikana kwa maji, na sisi tutaendelea kumwombea Mungu ili azidi zaidi kupata Mnyeke anaongoza taasisi hiyo kwa mtindo wa ushirikishaji, akihimiza ushirikiano kati ya jamii na wadau wengine ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu, na anapenda kuwawezesha wanajamii waongozwe katika mipango yao ya maendeleo, akiamini kwamba walio katika jamii wanafahamu zaidi ya mahitaji yao. Kwanza anafurahi sana kuwepo hapa, anashukuru kuwepo na nyinyi hapa leo kwa sababu ya zawadi hii ambayo imetolewa na ndugu zao kutoka Uturuki. Hizi ni matokeo ya michango ambayo wanaikusanya kule Uturuki, wanawaambia kwamba tuna ndugu zetu kule Afrika ambao wana matatizo ya maji, sasa tuwasaidie. Na huwa wanaonyesha kama hizi picha tunazochukua hapa, tutaonekana kule. Kwa hivyo tunapoonekana na shida zetu hizi, wakipeleka kule, watu wanajitolea ama vigrupu vya watu au mmoja mmoja, kila mmoja na uwezo wake, wanachanga. Ndio maana tunaweka bango kama hili hapa, hili hapo, unaona. Ni huyu jina anaitwa Hadija Uzar, lakini kwa kituruki imeandikwa Hatice, ndio jina jinsi, na huyu ndio aliochangia hiki kisima. Kwa hivyo anasema hawategemei kutoka kwenu chochote, bali wanaomba dua zenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ndio anayeombwa, na kuwaombea dua hawa ambao wanajitolea. Mwenyezi Mungu awalipa heri. Ni Waislamu wenzetu, wanataka tuwaombea dua, Mwenyezi Mungu awape heri. Ni sadaka, ndugu zangu. Kama nilivyotangulia kusema, hizi ni jitihada za watu ambao wanasimamia miradi hii ikiwemo hawa ndugu zetu, lakini na sisi ambao tunakuwa tunasimamia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna tunafanya kama walivyotuagiza na tunajenga na kushimba maji kama hivi, kama hapa kisima kina mita zaidi ya 131 135 kitake kwa miaka mingi inayokuja, watu wa eneo ina eneo hili watanufaika na haya maji Amin. Na pengine la msingi sana la kusema ni kwamba tuvitunze hivi visima, hizi projekti tuzitunze, yaani tuhakikishe tu, tu, tu kwamba zinaendelea kutumika zaidi kwa miaka mingi zaidi Amin. tusiharibu ili hii sadaka ambayo wamekusudia kuipata iendelee wapate zaidi na zaidi mbileza. Saidi Omari Mnyeke ni mfano wa mtu mwenye dhamira ya dhati ya kusaidia wengine. Kazi yake kupitia taasisi ya Udugu Foundation imeonekana kama mwanga wa matumaini kwa jamii za vijijini hapa nchini Tanzania, huku akizingatia ushirikiano wa, wa kimataifa na kuleta maendeleo endelevu. Jina langu ni Said Omar Mnyeke ni kiongozi wa shirika lisilo la kiserikali la Udugu ambalo ni permanent partner wa Turkey Diyanet Foundation. Uh, Turkey Diyanet Foundation iko chini ya balozi wa Uturuki hapa nchini na ndio partner wetu wa kudumu ambao tumekuwa tukishiriki eh, kwa pamoja katika kutoa huduma za kijamii katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu hapa Tanzania kwa kipindi cha zaidi ya miaka minane tumekuwa tukifanya nao kazi kama mshirika wa karibu sana wa maendeleo yetu hapa nchini hasa kwa wananchi ambao ni wa hali ya chini. Mwaka huu 2025 tumefanya project nyingi na tutaendelea kufanya nao. Katika mwezi huu wa Ramadhani, tumejitahidi kwa kiwango kikubwa kuwagawia wananchi wa mikoa mbalimbali ya hapa nchini vyakula kwa ajili ya futari na daku ambavyo kiukweli eh, vimeenda kuwasaidia wananchi hawa ambao hawajiwezi kupata kile ambacho wanastahili kukipata katika mwezi mtukufu Ramadhani. Tumegawa vyakula mbalimbali mbali, kama packages, kwa mtindo wa kuwagawia familia moja moja package moja ambazo zilikuwa package zaidi ya elfu tatu katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga pamoja na Rufiji ambapo wananchi zaidi ya familia elfu tatu zimenufaika na, na, na, na, na projekti hizo na eh, alhamdulillah, Mungu amesaidia watu hawa, walikuwa wana furaha kubwa kwa sababu tuliwapunguzia eh, kwa kiwango kikubwa eh, shida ambayo walikuwa nayo. Ametuhimiza tusaidiane sisi kama watu ambao tumeelelewa katika maeneo haya, tumeona umuhimu wa kusaidiana hasa hasa kuleta e, misaada hii kwa ndugu e, zetu kwa baba zetu kwa mama zetu e, ambao kiukweli tuna haja kubwa au tuna wajibu mkubwa wa kurudisha fadhila kwa wazee hawa ambao walijitolea katika hali na mali mpaka sisi tumekua na tumefika hapa au tumesoma na kufika hapa tuliposoma. Ni vilevile Mwenyezi Mungu amejalia watu wengine pamoja na jitihada wanazifanya hawawezi kuwafikia watu ambao wanazo pesa au, pengine, hawapati kile ambacho kinawatosha. Kwa hivyo ni wajibu kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa na, na, na, na, na, na kipato kizuri kuwasaidia watu ambao eh, hawana kipato eh. Kuna watu wengi licha ya juhudi zao za kila siku hawawezi kufanikisha kupata mahitaji yao ya msingi kama chakula, mavazi na maji salama. Hii huwa ni sababu muhimu ya kutoa huduma hizi ili kukabiliana na umaskini na kuboresha hali ya maisha ya watu. Kwa hivyo miongoni mwa malengo haya ni jaribu kuwasaidia watu ambao hawajiwezi kiuchumi, lakini malengo mengine ni kuonyesha huruma na upendo. Mtu unapokuwa unaacha una kwako, hata Mwenyezi Mungu katika vitabu e, vya dini hasa katika kitabu chetu anasema ameweka saumu, amefaradhisha saumu ili watu wa, waonje ile ladha e, ya njaa. Wakishajua kwamba njaa ina mateso, njaa inawaumiza watu, watajenga huruma, waona watu wenye njaa wanapata tabu, ili waweze kuwasaidia mavitu ambavyo tumevifanya ni kugawa nguo za kuvaa nguo zaidi, hasa katika kipindi hichi ambacho kiu kinakaribia Idi, tumegawa nguo kwa watu mbalimbali mbali, ambao uh, walikuwa wanahitaji au uh, hawana fedha za kununua. Sasa unapowagawia nguo, tunagawia viatu uh, wanaume na wanawake, wanapata kupata ku, ku, ku, ku hizo nguo na kufurahi, kama wenzi wao wanavaa wanapendeza. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu siku hizi za sherehe siku zaidi watu wavae wavae nguo mpya, ni katika sunna ya mtume wetu Muhammad, na watu wanapendeza. Kwa hiyo sisi tumetekeleza hizo sunna, tumwasaidia watu na wamevaa alhamdulillah. Hii ni tawfiki kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na tunashukuru na tunashukuru kwamba watu wetu ambao tumesaidiana nao wote wamelichukulia zoezi hili kama zoezi ambalo ni la kipekee, bali na e, e, project hizi ambazo tunazifanya hizi, lakini sisi pia Mm, bado tutaendelea sasa hivi. Uh, ni mwisho wa mwezi wa Ramadhani, lakini kuna miezi kadhaa hapo mbele tutakuwa na uh, program ya kufanya vichinjo, hasa katika idi inaokuja, idi ya Adha. Idi ya Adha pia sisi tunafanya project hizo mbalimbali za kuchinja ng'ombe kipindi hichi, na mwaka huu pia tumeandaa idadi kubwa ya ng'ombe ambao tutachinja katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania. Tayari zaidi ya ng'ombe 1500 watachinjwa elfu tano watachinjwa katika maeneo mbalimbali e, ya nchi yetu ya Tanzania huko bara, lakini kule visiwani pia tutakwenda kuchinja ngombe mia tano. Kwa hivyo idadi hiyo e, ya ngombe e, ni kubwa, kwa maana ya kwamba e, pamoja na kununua ngombe kuboresha uchumi wa watu katika maeneo ya vijijini, lakini vilevile tunasaidia watu wafurahi vizuri katika siku hizi. Zaidi na zaidi ya hapo, pia tunaboresha tuna, tuna, tuna, tuna uchumi wao sababu tunapeleka pesa kuwanunulia ngombe wa, wananchi wa, wa ambao wanafuga. Tunanunua kwenye minada, tunanunua kwa watu mmoja mmoja eh. Kwa hivyo hii pia ina, ina, inafanya kuboresha uchumi wa wananchi wetu ambao wanafuga na kupata pesa ambazo zinawasaidia pia kununua ngombe wengine ili wafuge na hatimaye mwaka kesho waweze tena kuwauza. Kwa hiyo hizo ni projekti ambazo tunazifanya na tunaendelea kuzifanya, malengo makubwa yakiwa ni kuwasaidia watu wetu na kupunguza changamoto zilizopo katika maisha ya wanadamu na katika maisha ya wa Watanzania wenzetu kwa ujumla. Juhudi kubwa zinazofanywa na mashirika haya, je, serikali ina mkono gani katika kuyaunga mkono mashirika haya? Nahimiza watu binafsi na wadau wa asasi za kiraia kushiriki kwa pamoja katika kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii yetu. Hali ngumu ya kiuchumi inayoikumba jamii inahitaji msaada wa mara kwa mara. Viongozi wa serikali wamekuwa wakifurahia mafanikio yanayopatikana kupitia miradi mbalimbali tunayoitekeleza na inotekelezwa na asasi zingine za kiraia za ndani na za nje ya nchi. Na ndio maana viongozi wetu wa serikali wamekuwa wameonyesha ushirikiano mkubwa kwa kushiriki bila kusita katika kuzindua miradi mbalimbali mbali ambayo tumeitekeleza. Kwa sababu hii, tunaishukuru serikali yetu kwa dhati kabisa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita, Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan, kwa kupitia serikali yake na Chama cha Mapinduzi wameonyesha ushirikiano mkubwa sana kuzifungua, kuzifungulia milango taasisi hizi ambazo zinafanya kazi kwa bidii katika kuhakikisha tunaondosha tuna, tuna, tuna, tuna, tuna au kupunguza changamoto zilizopo katika jamii yetu. Tunamshukuru rais kwa sababu yeye amefungua milango ambayo inafanya sisi tuendelee kufanya kazi bila kukumbana na changamoto lakini pia amefungua milango ambayo inawafanya ndugu zetu wanaotusaidia kutoka nje ya nchi waje hapa na kufanya kazi kwa uhuru kabisa, na wanashirikiana na sisi bila vikwazo vyovyote. Tunamshukuru rais na tunashukuru viongozi wengine kama wizara mbalimbali ambazo zinasimamia sekta mbalimbali ambazo sisi tunazisimamia kwa sababu, bila wao kama wasingefungua hii milango, sisi tusingeweza kufanya kazi. Tunawashukuru kwa dhati kabisa na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na kuwapa hikma, lakini vile vile awabariki na awape hekima lakini awaongezee busara katika kuiendesha serikali yetu. Budi za Udugu Foundation ametekeleza malengo ya Umoja wa Mataifa kuhusu sera ya maji na maendeleo ya jamii, hivyo akichangia katika kuboresha maisha ya mamilioni ya Watanzania. Hongera sana taasisi ya Udugu Foundation. Hongera sana Saidi Omari Mnyeke. Makala hii imeletwa kwako nami Mbwana Jumaa.